Atapanga kutokana na aina ya mechi anayoenda kucheza mm. Nayo kimwangalia mtu kama Elie, Elie Mpanzu katofa kitu kikubwa sana. Elie Mpanzu kitu ambacho amekuja nacho kaiongezea Simba spidi. Simba ilikuwa inamtegemea mchezaji mmoja, walizungumzia sana Chama, lakini hivi sasa Simba kumekuwa na wachezaji uh, wengi ambao wanakuwa wanafanya vizuri. Ni wazi mchungaji hii Simba ndio ile ambayo ilikuwa mnaitafuta kwa namna ambavyo e, amtegemee mchezaji mmoja kama ilivyokuwa hali. Watu walitegemea kwamba akiondoka mtu kama Chama mm. Simba itatereka atamkumbuka. Mbaya zaidi, hakuna mtu anayemuuliza mm. hakuna mtu anayemuuliza, hakuna mtu anayesema, watu wote wako kimya sasa mm. mpaka anashangaa huyu Chama anajishangaa, mbona mimi siuliziwi, kuna shida gani sasa eh. Mbaya zaidi sasa kaanza kupiga simu Jamani, Chama napiga simu nataka kuja huko, mara simu zinaitwa kwa upande wake, eh, mara asusia mazoezi, hata kuna kucheza mazoezi yote haya mm. ni kwa sababu ndani ya Simba hakuna mm. mtu anayemhitaji mm -hmm. anakumbuka yale yote ya nyuma mm. Kwanza alivyokuwa Simba alikuwa star, alivyokuwa ndani ya Simba watu walikuwa wanamheshimu. Sasa hivi hakuna mtu. Yanga yeye hana time naye, awepo asiwepo. Yanga inaendelea kufanya vizuri. Kwa hiyo sasa hivi ndio kitu ambacho kinamuumiza moyoni. Alikuwa star na ilikuwa kila mechi na wanadisiwa mara mm. aende kwa wanaringa wampigie simu arudi sasa ah. hivi hakuna mtu mwenye time naye, kwamba sasa mm. hii kitu ambacho kinamuumiza sana moyo mm. ni wazi, uh, Simba meliziba pengo lake na jina lake mmekuwa uh, mkiliziba kwa aina wachezaji ambao hivi sasa wanafanya vizuri wakinajchazi aua lakini bado mm. chama tutaendelea kusema jamaa ni bora. Chama bado ni mzuri, nisio kusema kwamba eti chama ni mbovu, hapana. Kwa sababu iko Yanga chama ni mzuri na mpaka leo ni mzuri, ila nyota yake upande wa Yanga haiwezi kung'aa. Ah, nyota ya chama upande wa Yanga haiwezi kung'aa. Kwa nini umezungumzia haiwezi? Nimezungumza hivi, na ndio maana unapata first 11 haanzi. Umeona bwana? Na imekaingizwa sana labda dakika sabini na tano au sabini ngapi. First 11 ya Yanga yeye hawezi akaanza. Kama ukiona first 11 ya Yanga yaanze kwa ujumla, ni kwamba hana nafasi ndani ya Yanga. Ndio za ubingwa zipo vipi mchungaji? Maana kwa kwa maana unatabiri Simba Sports Club atakuwa bingwa. Kauli yako bado unayo? Ile, Ile, bingwa wa Tanzania ni Simba Sports Club. Mm. Isingekuwa Yanga katukimbia juzi, sasa hivi tulikuwa tunaongoza ligi. Kwamba juzi ilikuwa tumeshamfunga goli zake tatu na leo tungemkandika huyu sita, mambo yalikuwa yanaenda vizuri. Kwa hiyo kitendo cha Yanga kutukimbia kinatuhuzunisha sana. Yanga katukimbia wakati sisi tunamhitaji. Paka tukimbie so, wakati... tukimbie vipi? Mm. Si ndio anarudia tena? Mm. Ndio anakueleza. Aliyekimbia ile mechi ni Yanga. Yanga kufungua mlango kwenda kufanya mazoezi sisi akafunga mlango kama alifunga mlango si tutaendea kufanya mazoezi. Kwa hiyo chanzo ni Yanga ndio alianzisha. Tarehe inapangwa, timu uwanjani, Yanga naye aje ili apokee kipigo chake ambavyo zimesalia. Ah, mechi ambayo nilikuwa na wasiwasi nayo, mm. Zote zishaisha Azam. Azam nilikuwa namhofia kuliko, ndio mechi ambayo mimi nilikuwa naiogopa ni mm -hmm, mechi ambayo nilikuwa nategemea kwamba tunaweza kupoteza na kidogo tupoteze, ndio maana mechi ikaenda sare. Cool. Yeah. Kwa hiyo Azam ulikuwa unamwazia sana kuliko Young Africans. Young Africans kwetu, huyu ana uwezo wa kukimbia kutuki, tukimbia sisi mm. Nakwambia Young Africa wa... mwaka huu na, na safari hawezi kuchomoka na walijua mm -hmm hawezi kutoka, ila kwa sababu wana hila, wamegeuza maneno, wanasema Simba ndo kakimbia basi na nah. yeah. Mchungaji, jana kuna watu wameonekana, mashabiki wa Simba kuna kula futari ya engineer. Si kwenda kula futari, ni vitu vya kawaida kwenye mpira. Wale ni watu kama watu wengine, na hilo ni upendo kama ni upendo wa kwenda kuna kula iftari wala haisumbui chochote. Kinachosumbua kwamba je, ukienda kule unaenda kufanya nini? kwa aliko kwenda kula iftari upande wa wa Yanga kama mtu labda ni chuki tu, lakini mimi sioni kwamba kwa ina, ina impact sana kwamba eti kwenda kumalikwa kwa na Yanga usiende ba tusisalimiane, basi tukiona mtu wa Yanga tusimsalimie au mtu wa Yanga tukabidhi chakula tusile ni ubaguzi sio kitu kizuri. Kauli ya Mzee Said. Neno. Sasa maneno ya kuzungumza mz. mzee Saidi ndo kaenda kujikanya changanya mzee mm. mz. Saidi hatakiwa azungumza maneno kama yale mm. simaelewa wewe mm. umealikwa futari, futari nenda kale ukimaliza, acha kumsifia mtu kama vile, kwa sababu hata Mungu apendi kumsifia mtu kasikile, unamsifia mtu vile, unakuwa kama chawa. Eh, usimsifie mtu kaskile. Ukimsifia mtu unasema ole wake amtegemea mwanadamu mm. anamuona yeah, mm. kama yeye anaweza. Kauli yake imeipokeaje kama mashabiki wa Simba sasa mchungaji? Ah, sisi tabia hizo, kuzianza siku nyingi. Kwa kwa hey, hiyo mm. si kitu cha kushangaza. Na ah, sisi tumeona kawaida tu, hatujashangaa sana. Labda ni mtu mwingine tukishangaa ila kwa yeye kushangaa. Mchungaji, mchungaji shukrani sana. Asante sana Mungu sana. Cheza cheza na na na na Young Africans mchungaji. Namna ligi kuu Tanzania bara. Leo hii tukimulika na Falu Davis wazi Simba uh, walikuwa na mlilia kocha Falu Davis, lakini pia kwa bado kuna 60 kwa sababu bado kuna ule wano ambao mwalimu anautaka kwa sababu saivi anasema bado haija. Mm. Haija kwa sababu mwalimu mpaka sasa hivi anasema timu anayotaka bado haija haija nani, pamoja na kufunga goli zote hizo, maana mm. ni timu ambayo inatakiwa iwe muendele. mm. mm. na muendelezo yeye hawezi akaanza. Kama ukiona first 11 ya Yanga yaanze, kwa ujumla ni kwamba hana nafasi ndani ya ya ngaf za mm. yeah. ubingwa zipo vipi mchungaji? okay. maana kwa kwa maana unatabiri Simba Sports Club atakuwa bingwa. Kauli yako bado una... Ile, ile. bingwa wa Tanzania ni Simba Sports Club. Isingekuwa Yanga katukimbia juzi, sasa hivi tulikuwa tunaongoza ligi. Kwamba juzi tulikuwa tumeshamfunga goli zake tatu na leo tungemkandika huyu sita, mambo yalikuwa yanaenda vizuri. Kwa hiyo kitendo cha Yanga kutukimbia kinatuhuzunisha sana. Yanga katukimbia wakati sisi tunamhitaji. Tukatukimbia. Tukimbie vipi? Si ndio anarudia tena? Ndio anakueleza. Aliyekimbia ile mechi ni Yanga. Yanga kufungua mlango kwenda kufanya mazoezi sisi, akafunga mlango kama alifunga mlango si tutaenda kufanya mazoezi? Kwa hiyo chanzo ni Yanga, ndio alianzisha yote haya. Lakini wapo tayari kucheza mechi inayofuata. Adabu kali ya kombe ndio hiyo tunaitaka. Sasa ndio tunaomba tarehe inapangwa, sisi tutapeleka timu uwanjani, Yanga naye ya na aje ili apokee kipigo chake, Simba atangaze ubingwa, ligi ishe basi. Maana mechi sasa hivi bado ngapi? Bado mechi zimebakia ni takriban mechi nane nane, eh. Baada ya mechi nane, mechi za ligi itakuwa imeshaisha. Tukizitazama mechi nane za ligi kuu ya Tanzania bara, mchungaji, kwa upande wa Simba mechi ipi ambayo eh, unawasiwasi nayo kwa namna ambavyo zimesalia? Ah, mechi ambayo nilikuwa na wasiwasi nayo mm. Zote zishaisha. Azam nilikuwa namhofia kuliko mm -hmm. Ah. Ndio mechi ambayo mimi nilikuwa naiogopa ni mm -hmm. Mechi ambayo nilikuwa nategemea kwamba tunaweza kupoteza na kidogo tupoteze, ndio maana mechi ikaenda sare. Kwa hiyo Azam ulikuwa unamwazia sana kuliko Young Africans. Young Africans eh, kwetu huyu ana uwezo wa kukimbia ah. e, kutuki, natukimbia sisi mm. Nakwambia Yanga Afrika mwaka huu na, na safari mm. hawezi kachomoka na walijua kwamba hawezi kutoka ila kwa sababu wana hila, wamegeuza maneno wanasema Simba ndo kakimbia nah. yeah. Mchungaji, jana kuna watu wameonekana mashabiki wa Simba kuna kula ftari ya Engineer Elsie Saidi, kuna kula ftari. Ni vitu vya kawaida kwenye mpira, wale ni watu kama watu wengine na hilo ni upendo. Kama ni upendo na kula ftari kuna, kuna, kuna kuna wala haisumbui chochote. Kinachosumbua kwamba je, ukienda kule unaenda kufanya nini?

Futari nenda kale, ukimaliza acha kumsifia mtu kama vile kwa sababu, hata Mungu apendi kumsifia mtu kiasi kile. Unamsifia mtu vile unakuwa kama chawa eh, usimsifie mtu kiasi kile, ukimsifia mtu endelee, na unasema ole wake yeye amtegemee mwanadamu. Yeye anamuona kama yeye anaweza kuanza. Kauli yake imeipokeaje kama mashabiki wa Simba, sasa mchungaji? Ah, sisi ashazoea tabia hizo, ashaanza kuzianza siku nyingi. Kwa hiyo si kitu cha kushangaza kwa hiyo sisi tumeona kawaida tu, hatujashangaa sana. Labda ingekuwa ni mtu mwingine ndio tukishangaa, ila kwa yeye sisi hatuwezi kushangaa. Mchungaji, shukrani sana, asante sana. Mungu awabariki sana.